Bismillahirrahmanirrahim, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tupo katika sehemu miongoni mwa sehemu za project za Maahad Salaam al-Islami ambayo inafahamika ni mashuhuri kabisa. Leo tumekuja kutembelea katika sehemu hii ambayo ni sehemu tulinunua kwa ajili au ililetwa kwa ajili ya usimamizi wa mambo mbalimbali ya mahadi. Mahadi tumesema kwamba ni jambo lilotolewa si la mtu binafsi wala si maslahi ambayo kwamba anarejea kwa watu muayan, kwa watu maalum. Ni jambo ambalo lipo kidini, linaendeshwa kwa utaratibu uliopo au uliosajiliwa kupitia vielelezo rasmi vya wakfu. Kama tulivyoelezea katika video zilizopita. Kwa maana hiyo, miongoni mwa sehemu, miongoni mwa vitu ambavyo kwamba Maahad inasimamia hadi muda huu ni hii ardhi ambayo tunaiona ilokuwa na gofu, na ardhi hii uongozi wa chuo umekaa na kutafakari na kuona kwamba ipo haja chuo kama chuo kukuwa ni taasisi iweze kujiwekea misingi imara ambayo kupitia misingi hiyo inaweza kujiendesha katika harakati zake mbalimbali. Sehemu hii mpaka hivi sasa hakuna chochote ambacho kwamba labda tunatarajia kukijenga isipokuwa katika yale mambo yaliokuwa ya kheri, aidha ya kujenga kama nyumba na kuweza kuwakodisha watu kwa ajili ya kufaidika na maslahi yakawa narejea kwa upande wa chuo. Lakini pia tuna mchoro ambao tumeuona na kuweka, tunaweza tukajenga hata shule skuli hizi za kawaida, pengine na kuweza kulipia wanafunzi na mwisho wa mwezi kunapatikana chochote kikaingia kwenye mahadi. Kadhalika katika yale ambayo kwamba tumeyaona, miongoni mwa mambo ya kheri kuweza kutumia kama ni sehemu ya mafugo, ingawa sehemu hii kuwa ni tayari sehemu ambayo wanaishi watu wengi si nini sana lakini ni jumla ya miongoni mwa ile michoro ambayo tumeiona kuweza kueleza. Lakini ndugu yangu Muislamu, kwa kuwa wewe ni mpenda kheri na sisi ni Waislamu ambao tunakupendelea kheri, meona kwamba ni bora kukushirikisha katika jambo hili kwa namna moja manyingine uweze kutumia nafasi hii kuweza kufaidika kwa ajili ya maslahi ya akhira yako na si vinginevyo, kwa sababu kile ulichokitoa ndicho ambacho ulichokitumia na kile ambacho haukitumia hicho sio cha kwako. Ndugu zangu katika imani, chochote tunachokitoa tutakitia mbele ya Allah. Allah anasema wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Chochote kile ambacho kwamba mtakachokitoa katika chakheri hata kama kina kidogo kiasi gani, basi hichi mtakikutia mbele ya Allah katika katika akaunti zenu. Ndugu zangu katika imani tunaomba kwa hisani zenu mlipokea tulipokea jambo hili kwa uzito na tulifanyie kazi. Hata kama wewe hauna uwezo, lakini tunaamini kwamba utakapokuwa na isambaza clip hii, basi wapo ambao kwamba ni watu waheri wakawa na dhamira ya kujitolea katika hili na inshallah ikafanikisha. Adalu ala alkhair kafailihi, tuwe salama, anasema yoyote mwenye kufanya heri na akamfahamisha mwenzake, basi atakuwa na ujira kama ule wa jambo lile la heri. Kwa haya machache Tunakaribisha sana katika chuo chetu cha Maahad Salaam kwa ziara mbalimbali kuja kujionea na kujishuhudia yale yote ambayo yanaendana na Maahad Salaam, ili mwisho wa siku tuwe pamoja katika swala la kutetea na kusimamia Uislamu. Wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.